Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu e, kwa kutujalia kupata ushindi katika mchezo wa leo. Haikuwa nyepesi hata kidogo. Kila mmoja ameona ugumu wa mchezo huu na uzuri ni kwamba tulishajiandaa psychologically kukutana na upinzani mkubwa wa namna hii. Moja kati ya timu ngumu sana hivi sasa katika ligi yetu ya Tanzania ni pamoja na JKT Tanzania, na nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumpongeza e, Mwalimu Ahmad Ali kwa namna ambavyo e, ameitengeneza JKT na kuifanya kuwa moja kati ya timu tishio. Tumezoea kuiona timu ya JKT ama timu zenye, zenye, zenye muktadha wa kijeshi wakitumia nguvu zaidi kuliko ufundi, lakini tangu ujio wa mwalimu uh, Ahmed Ally ameibadilisha JKT. Sasa inatumia nguvu, lakini vile vile wanatumia mipango mingi ya kiufundi. Unaona, JKT wanaanzia mali kuanzia chini, wanapiga pasi moja mpaka wanafika langoni kwa mpinzani. Ni mabadiliko makubwa ambayo ameifanya technician Ahmed Ally, na kwa hilo kusema kweli, anastahili kila pongezi, na kama taifa tuna kila sababu ya kumtazama uh, Ahmed Ally kama, kama lulu kubwa katika mpira wetu wa Tanzania. Lakini pamoja na ubora waliokuwa nao JKT Tanzania, bahati mbaya kwao wamekutana na Simba Sports Club isiyoshindika. Isingewezekana Inge, isi kwa namna yoyote ile JKT Tanzania kupata ushindi au kupata walau sare mbele ya Simba Sports Club. Kitu kikubwa ambacho wamekipata kileo na wana kila sababu ya kufanya sherehe kubwa ni kupata leo tuliko ugenini nyumbani Uh, ugenini ki, ki, ki, kitaratibu na kikanuni, lakini nyumbani kwa maana ya, ya wingi wetu eh, lakini nyumbani kwa maana ya kufu, kufungua eh, bismillah. Matumizi ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, kila kitu kimekwenda vizuri, na nichukue nafasi hii kuwashukuru mashabiki wote wa Simba Sports ambao wamekuja uwanjani hii leo kuja kutusupport. nilikuwa napata hofu sana eh, wange, wange tuacha peke yetu eh, tunge, tunge, tungejisikia unyonge, na kama haitoshi JKT wana vijana wao fulani hivi ambao huwa wanapiga mangoma sana, leo nadhani hawaja sasa nikawa nawaza majukwani wakitawala wale vijana wa JKT, wamenyoa vipala, wanacheza na kushangilia muda wote, sisi tungekaa kinyonge katika ardhi yetu, tungejisikia unyonge. Lakini washabiki wetu wamekuja kwa wingi, na tulitoa agizo waje na mangoma yale makubwa makubwa, wamekuja nayo na tumeikamata meja Isamuyo. Tumefurahi, niwapongeze mashabiki wote ambao wamekuja uwanjani na utaratibu ambao wameutumia kuja uwanjani. Wengi wametumia utaratibu wa kukodisha magari na kuja kwa pamoja, kwa sababu eh, logistics za usafiri kwa huku Mbweni Ushuani ni changamoto kidogo. Huku Mbweni kila mtu ana gari lake, kwa hiyo daladala ni changamoto. Dadala zinapita kule Bunju, kule Bunju nakaa mbali mama, lakini leo una, una serelea kasi ndio eh daladala zinapita huko miuchukue mimi uchukue tena boda Magengeni, uchukue boda boda nyingine tena uje mpaka uje mpaka huko. Sasa walichokifanya mashabiki wa Simba ni kwamba wametengeneza, wame kwa utaratibu eh, kila tawi kila kundi wanachangisha nauli zao, wanakuja uwanjani gari na paki hapo, ikiisha naingia kwenye magari yenu, narudi mjini. Na mechi zinazokuja ambazo sisi tutakuwa nyumbani hapa Meja Isamuyo, waje kwa mtindo huo huo, tuendelee unga mkono Simba yetu, huu ni mwaka wetu ya. Bila shaka kuna ujumbe ameupata e, kupitia mechi hii e, ujumbe wenyewe ni kwamba hii ligi ni ngumu kweli kweli. E, hawa JKT Tanzania e, kwa namna ambavyo wame, wameonesha kiwango bora hi leo, bila shaka mwalimu ana kazi kubwa ya kuendelea kuboresha vijana wake kwa sababu e, kitu kizuri ukianza na ugumu inakufungua zaidi ya akili ufanye maandalizi makubwa zaidi kia, lakinu, baone, mm, kwa sababu kunakoelekea unaamini patakuwa pagumu, lakini ukianza na mchekeachekea unampiga mtu bao nne bao tano, psychologically unakwenda kuamini ya kwamba ah, ligi ya Tanzania kumbe ni mseleleko namna hii, lakini ukianza na, na, na, na watu chuma namna hawa kama JKT, bila shaka mwalimu eh, kuna homework kubwa ambayo ameipata hapa na anakwenda kuifanyia kazi. Kuifanyia kwake kazi ni faida kubwa kwa maendeleo ya Simba Sports Club. Kuhusiana na kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye michuano ya kimataifa bado mko pale pale. Sisi tunatumia Benjamin Mkapa. Nowhere to go. Mechi zetu za nyumbani zitakuwa Benjamin Mkapa. Wengine wamepoka maji wanasema wanasafisha. Sasa sisi sa, sa, sa, sa, sa, msabaki wenyewe. Ewa. Kimsingi lazima mtambue kwamba Benjamin Mkapa is not for everyone. Benjamin Mkapa is for Simba Sports Club. Ule uwanja umetengenezwa kwa ajili yetu, ule uwanja sisi ndio tunajua kutumia. Ule uwanja sisi ndio wenye milki nao, na sisi ndio klabu pekee ambao tumeshawahi kutoa fedha yetu kwenye ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sisi ule uwanja unatuhusu kwa asilimia mia moja. Hivyo hatuna pa kuhama kama hakuna sababu ya msingi. Kwa hiyo Benjamin Mkapa sio kwa kila timu. Unaweza ukatamani kucheza Benjamin Mkapa, lakini ukawa huna uwezo wa kucheza Benjamin Mkapa. Unaweza ukawa na unajua kunakutamani, na uwezo, unaweza ukawa na hamu ya kutumia Benjamin Mkapa lakini huna hadhi ya kutumia Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa is for Simba Sports Club. Hata ukirejea historia yake, sababu ya kujengwa Benjamin Mkapa ni sisi Simba Sports Club. Baada ya hayati Benjamin Mkapa kuona mashabiki wa Simba ni wengi kuliko uwezo wa uwanja wa Uhuru, akasema inabidi kujenga uwanja mkubwa zaidi ndio tukajengiwa Benjamin Mkapa <laughs> kwani Benjamin Mkapa Simba Sports Club. Kumalizia, mashabiki wengi wanazungumza kama pepele pepele. Ukisikia <laughs> uh, uh, uh, uh, tu uh, pepele pepele. Basi hatari uh, hatari sana danger. Pepele pepele. Dakika ya kwanza mpaka 90 ni mbio ni mbio. Uh, mwenye mwenye mwenye mwenye viti yake. Master anga uh, mtu aliyomleta Nabi Kamara eh dhambi yake yote aliyotenda ya na ambazo atafanya Mungu aniandikie mimi. Ah, ah. Eh, master mtu amemuleta Nabikamara, dhambi yake yote ambayo alifanya. Eh. Yeah. Nipewe mimi na ambazo atafanya muda yake yote ya maishani Eh. Yeah. Yeah. Niandikiwe mimi. Hapo. Hapo uja mzungumzia. Uja mzungumzia Morris Abraham. Hapo. Ah. Kepa. Eh? Ah. Eh. Kiukweli tumefurahi. eh. Nilikuwa najiuliza wiki mbili hizi, wiki mbili, mbona sina furaha? eh. Kumbe Simba ilikuwa ilikuwa haichezi. oh, eh. ah. Sasa furaha yetu yeah. kumbe imebebwa na Simba. Leo kila mtu ana furaha. Eh. eh. Tosepeli makasi. Ni furaha sana. makasi. ni furaha sana eh? na makasi nasepeli makasi nasepeli Simba manana anang'ata na... Eh, anang'ata. alafu ile kidonda nayo anaing'ata. Watu wakijua mnasale leo. Eh, ah, Simba hii kuifikilia masare, Simba hii Simba hii e, eh, eh, ona ile sabu zinafanyika pale, watu wanaingia, wanaweka goli mbili, tunachukua pointi tatu. Amuna kazi ngumu kama kuchukua pointi tatu jeshini. Yani umekuja jeshini uchukue alama eh. Yani afande kaekwa ndani ndo hii, sema wale jamaa timu wanayo, afande kaekwa ndani, afa dhamana fu, amuna dhamana, ndo hii taratibu <laughs> e, taratibu malembe malembe, tambo la ka